Gusa achia daima <tipa> mbele nyuma <tipa mbele> <tipa mbele> maneno mengi ya shukrani ameshayazungumza mkurugenzi hapa, ameshatoa asante na ameshawaandaa kwa tukio la tarehe moja wakati timu ikiwa inakuja hapa. Langu la kuongezea ni dogo sana, msimu huu katika mikoa yote ambayo timu yetu imecheza, hakuna mkoa ambao Yanga imeangusha pointi. Uongo, kweli? Yanga imefungwa Dar es Salaam peke yake, mikoani Yanga. Sasa wana Tabora, msikubali nyie kuwa kwenye rekodi mbaya ya kuwa mkoa wa kwanza timu yenu mkoani ikakosa pointi. Hiyo kazi si mnaiweza? Ndiyo, kazi hiyo, si mnaiweza? Ndiyo, kutoka makao makuu na alimwadokeza wenzenu pale tuliposimama Huku tumekuja kufata zaidi ya ushindi, sindio bwana? Eh, ndio Tabora, tuna kesi nao, na hiyo kesi tutazungumza sisi na wao tarehe mbili. Pale lazima tuwarudishe kwenye nafasi yao na wajue kwamba Yanga ni klabu kubwa.